Naona umeingia kasi eh? nataka unitengenezee hii basi basiaga yangu zangu, ban ban, yes, najua. Nilipata mzungu mwingine hapo, msungu bana yule mtoto. Hey, yule mtoto ni, malisafi, eh? si ni mali safi na kwambea nilipata mtoto mzungu bwana, ni mali safi chito mzungu, mali safi chito. Nataka unitengenezee hizi, nataka niende matanga kwao. Hizi ni viatu zingine zenye wazungu walikuwa wanavaa hizi ile siku zao eh. na sa hii ndio hadi naona vile kiatu inacheka eh. Na hii ndio staki juu naenda kwa matanga. Kiatu hii ni kiatu, we acha mambo mengi, we tengeneza kiatu eh. Eh, sana nataka niende hiyo matanga hiyo siku nataka nitengeneze kiatu ah, pesa takupata, pesa ya sigara ama asiyo pesa ya sigara, bibi yangu alizaa mtoto hii eh, ambaye hakuna meno anararua chakula, alianza kukula hata gidheri eh, hiyo ni hatari hiyo. pesa pesa ambayo ambaye unanipe, utanipea anaweza nunua hata gidheri, nimpeleke mtoto. akuna miaka ngapi? Sia, akuna one, one month eh, na hiyo ni hatari. Basi nitakutengenezea, nita nita ku, nita nitakufanyia vizuri hiyo eh, siku nitafanya tu vizuri vile inafaa. Sasa mimi eh. Ta nifike hivi after one week nitakuwa nitakuwa nimekuja kiatu yangu. Sasa bro. After one week eh, nakuja kiatu yangu. Sawa. Hakuna shida. Eh, ni sawa sasa, ni hivyo tu. Eh, na sasa hii viatu vile nilikuwa na, na safari naenda kutembelea mama wa bibi yangu bana, naenda kupeleka mahari viatu Wacha nitengeneze tu hivi, alafu nitaenda nayo safari. Wacha nitengeneze tu hivi, inaenda wapi? Niende na hizi ndani, atakuja next week hata hata <tibu> Oje hey, makata. Hey. Eh, rafiki. Oh, bwana. Uko aje? Niko poa, uko aje? Si alafu vile tu, vile tu. Si unajua? Alafu, nini leo ndio ile siku. Si nilikwambia week. Eh, sasa nimekuwa nimekuja ile nini? Ya. Nimekujia kiatu. Oh. Uh, hey, lakini fundi hawa na, kwani hivi ndio sikuzi mnafanya kazi fundi fundi? Hiyo sio kitu mzuri, hiyo sio kitu mzuri fundi. Kiatu yangu hey, umetengeneza ama umetengeneza? Si ni uh, basi yake yangu hata, unaona hapa, hapa ni mtondi, aliuma aliuma hapa, alafu hapa ni ile pani yangu ndio imekuwa imeanza kukata jana, nilinua zingine bana Unataka nitoa tu hivi viatu mimi niende? Hizi aki bwana, aki wa Mungu hizi viatu si, utashikwa ni... toa kiatu. Nirudi nirudi kwa ni saa ni saa sasa unataka nivae hizi niende kwa niende kwa mrembo. Sawa, chukua kiatu, vae. Siku moja tutapatana. Bana, chukua hizi. Si ulete basi? Enda na mguu bwana. Kwani nyi hapo ndio inaenda kupikwa kuu? Enda, una kiatu wewe. <coughs>